Sisi hapa tulipo tumevamiwa na watu ambao wanatoka Burundi ambao wanaitwa ni mabaa medi, ambao wanakuja kuuza mabaa wa kutoka Burundi. Au mabaa medi wanavyokuja, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, kwa kweli wanakuja tofauti, na tayari wamekiharibu kizazi chetu au watoto wetu. Wametawala kuanzia mpakani mpaka zashi, wanatembea uchi, wanatembea uchi na viongozi wanawaona, serikali inawaona, lakini wameridhika na wanavyotembea. Ile tabia yao hawawezi kuvuka nayo Burundi, wakivuka nayo lazima watafunga Burundi, lakini wako tayari kuileta Tanzania na bado Tanzania tunawakubali. Kizazi cha kesho tunakiandaaje kicha kiharibiwa na wageni wanaotoka nje? Kwa nini yale machafu yasiyafanyie kwao? na watu na wana waajiri ambao ni viongozi na wanakubali waende vile, na wanakubali kabisa. Kumbe mimi hiyo kero, yani ni miaka mingi ninayo. Kumbe tunaomba katika hilo tusaidiwe, hatukatae wasije kuuza, lakini washike maadili, washike maadili ya Kitanzania, wavae kama Watanzania wanavyovaa, sio kuja kwenda uchi ndani ya jamii, ndani ya watoto, huwa tunaaibika sana. Na jambo lingine kuna mikutano iliyoitishwa ya kitongoji, ya kijiji, kwamba kuna matusi ambayo wanatukana watu wa kitafu, ambao wamelewa, badala ya wakaenda kupumzika nyumbani, wanatembeza matusi ya muoni, kwamba tusi moja likisikiwa, faini yake ni elfu hamsini. Mikutano wakaweka, lakini kwanzia hapo mpaka sasa ndio matusi yamezidi. Sisi wafanya biashara wadogo wadogo wa mwaroni, tunaenda mwaroni, tuko tayari kupigwa tuko tayari kutukanwa, tuko tayari kupora kwetu. Ngoja kidogo tuelewe. Eh, mm-hmm. Polisi yupo? OCD umesikia mama anavyosema, njoo ni mfanye operation hapa kama wapo kweli ambao ni wasichana wa Kirundi na wanafanya, a sababu, kama wamekuja, kuna vibali wanatakiwa, na passport na document zote za uhalali na kufanya kufanya biashara, lakini kama wanakuja wana document kwa wanakujana, lakini OCS mkuu akitua kisha wanapokwenda kuripoti kesi zao wawashughulikie, maana maanaake hatakiwi kupata shida ndani ya nchi yake. nleosl fatilieni hiyo, na nachukua namba yako ile baba, ili uweze kufuatilia kama mnakaonao, fateni utaratibu kama ni mgeni ndio, kuna mambo ya passport, kuna mambo ya vibali, tutumie hilo. Na mara nyingi tunajisahau, kwa sababu nchi yetu inakuwa salama tunafikiri kwamba kila mgeni anaye kwetu kuja ni salama. Watu wengine kwao kuna shida, ni lazima tulinde nchi yetu. Na huwa naambia wazazi wetu, babu zetu wasingelinda nchi yetu tusingeikuta nchi kama ilivyo. Kwa swala la kulinda nchi yetu ni sisi wenyewe, na wanakuja kwa sababu wana shida. Mnanielewa vizuri? Wanakuja kwa sababu yana shida. Shida zikiisha huwezi kuwaona tena na wanakuja wakati mwingine wanaona uvuvi wetu, wanaingia ziwani, wanatafuta namna ya wana, wana kufanya nini, namna ya kuaibia na mwisho wa siku inakuwa ni matatizo. Kwa hiyo tujitahidi sana kuhakikisha kwamba tunapeana taarifa na, na mgeni anayekuja, kuna vyombo vyetu, tuwape taarifa waweze kuwashughulikia. Kagunga, safi safi, mmenielewa vizuri? Ndio. Lakini la tatu ambalo kubwa zaidi, miradi yetu, nimeona kuna eneo ambalo kwa nakaa bilia kwenye TPA kwenye bandari yetu, nimetoa maelekezo wa kwa wiki mbili wasafishe lile eneo, abiria zetu wetu wakae, kwa sababu eneo ile ni swala la kuondoa mchanga. Kama swala la kuondoa mchanga hatuna sababu abiria anahangaika, wakati tunaweza kuondoa mchanga kwa wiki mbili, tukasafisha, bado abiria zetu wakaenda kukaa. Nimemwambia meneja wa TPA, akishe kwa wiki mbili mchanga unaondolewa, ili abiria wetu wanataka kusafiri kuja Kigoma waweze kutumia lile uh, eneo kwa ajili ya abiria zetu. Lakini lingine ambalo kubwa zaidi ambalo nimekuja nalo ni swala la sisi kama Watanzania maendeleo yetu yanategemea sisi wenyewe. Hatuwezi kuwa na maendeleo bila sisi wenyewe kutimiza wajibu wetu. Serikali ina nafasi ya kutimiza wajibu wao, lakini na sisi wananchi tuna nafasi ya kutimiza wajibu wetu. Hebu jiulize wewe, kuanzia asubuhi mpaka jioni umefanya nini kwa ajili ya kupata kipato chako? Wewe kuanzia asubuhi mpaka kesho nyingine umefanya nini kwa ajili ya kupata? Serikali kama serikali ina kazi ya kufanya, lakini wewe Mtanzania mwenzetu, lazima na wewe una kazi ya. Mimi kwa sababu nimekaa huko nje mara nyingi, naangalia ukienda padho chi za wenzetu ni kwamba huwezi kumkuta mtu anazagaa, anatimiza wajibu wake, kwa sababu ukiangalia bado maendeleo yetu yako chini sana. Kama ni kuvua, hakikisha unavua kweli kweli, na kama una kazi nyingine ni kilimo, hakikisha unafanya kazi yako kweli kweli. Kuna mambo ambayo serikali inaweza kufanya, lakini kuna mambo ambayo wewe binafsi unaweza kuyafanya. Niwaombe sana watanzania wenzangu, hatuwezi kuendelea bila kufanya kazi, hatuwezi kuendelea bila kujali nidhamu ya muda. Hakuna kitu cha msingi duniani kama nidhamu ya muda. Kama huwezi kujali huo muda, unategemea mwisho wa siku itakuwa nini? Mwisho wa siku unazeeka, halafu unaiachia nini wa Tanzania?